Wamama wengi ambao wana uzito mkubwa ambao tumekuwa tunawaona, mara nyingi tunawashauri kabla hujabeba ujauzito au kama unatafuta kubeba ujauzito, uzito hakikisha basi unapunguza uzito wako. Sasa tunasema kwamba unapokuwa na uzito mkubwa sana, kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza zikakupata. Changamoto zenyewe zinaweza ikawa ni shida ya sukari, uh, unaweza kupata shida ya pressure, unaweza kupata uh, changamoto za kwenye mishipa ya damu na vitu kama hivyo. Hata muda mwingine unaweza kujikuta unabeba mimba, mimba ikatoka kutokana na hilo tatizo ambalo nimesema, linaweza ikawa uh, ishu ya insulin resistance. Sasa watu wengi wanatamani sana kupunguza uzito, na unajikuta wanashindwa kupunguza uzito kwa sababu wao wanatumia formula ambazo kidogo zinakuwa zina changamoto hazieleweki. Ni kweli unaweza kujikuta unapunguza chakula uh, idadi ya chakula wanga, wanaweza kawa wanaanza kufanya mazoezi, lakini unaweza kujikuta bado wanatumia vitu vyenye sukari, mfano juisi. Sasa kwa mtu ambaye unaacha vitu ambavyo vinawanga na unaenda kunywa juisi, inamaanisha kwamba kazi ni bure. Kwa hiyo mara nyingi ninashauri pale ambapo unahitaji kupunguza uzito, kwanza anza kuorodhesha vitu vyako ambavyo unavitumia kila siku, mfano kila siku unapokula, unapokunywa au chochote kinachoenda ndani ya mdomo wako, hakikisha unaandika chini. Inamaanisha uwe na kakibuku kadogo, unaandika vitu vyako kwa wiki nzima, kwa sababu ukishaandika kwa wiki nzima au wiki mbili, inamaanisha kuna vyakula vinaanza kujirejea. Kwa hiyo nenda kwa daktari, ili aweze kukupa ushauri wa vyakula vya kuacha na vyakula vya kuendelea navyo na vyakula vya kupunguza, wakati tayari una listi nzuri ya vyakula unavyovitumia katika maisha yako. Hii itakusaidia wewe hata kama ukisema kwamba unataka kuanza mazoezi ili kukuwezesha kupungua uzito vizuri. Vinginevyo unaweza kujikuta unaanza mazoezi na bado uzito wako unabakia pale pale, na muda mwingine unaweza kujikuta uzito ukaongezeka zaidi. Nafikiri mtakuwa mmeelewa kidogo. Kama kutoka kuna swali, endeni kuuliza.